Tayari kupokea utamu wenu. Na kwa sababu mmetafutana wengi, tunaamini pia utamu huu utakuwa wa kutosha. Mtu kama mzalamu na nyama hizo akiamua kupe utamu bila shaka tarehe ishirini na moja pale KMC complex wanayanga tutaondoka tukiwa na raha <laughs> la kuwasisitiza ndugu zangu wagawa utani wenda labda mkawa mnafikiri kuna mtego mmewekewa mje mkamatwe pale KMC Nataka <laughs> niwahakikishie usalama wenu, pia ni jukumu letu sisi, ya <laughs> hamna mtu atawagusa pale KMC. Njooni kwa wingi muenjoy game. Kwa sababu sasa hivi malalamiko mnayo nipatia kwamba mnaishi kwa mashaka, nataka niwatoe wasiwasi.